Uwe hai. Be alive. Uwe hai. Be alive. Bwana asifiwe. The Lord be praised. Bwana asifiwe. The Lord be praised. Pombe Sio dhambi. It's not sin. Lakini pombe inaweza kukupeleka kwenye dhambi. Can lead you to sin. Nitakuja kuwafundisha na maandiko. I will teach you and show you many scriptures here.

Hello. Hello. Tuko pamoja. Are we together? Sasa